Kuna kuanguka lakini pia kuna kusimama, kuna kusimama kama vile ambavyo wachezaji wa mpira wa miguu e, kwa sababu katika mpira wa miguu kwangu ni falsafa ya maisha. Au unafuatilia pia? Ehe, mpira wa miguu kwangu sio burudani tu ila huwa anaenda kuchota falsafa za maisha. Kumbe. Ehe, mpira wa miguu kikawaida ni, ni siri zote za maisha zi, zi, zi, ziko pale kwenye mpira wa miguu. Tunakutana na na kadi ya, ya njano hayo ni maonyo mm -hmm. Yanayotokana na kuteleza au kukosea. Sao lakini saa. Maisha pia huwa yana red card okay. Kwamba ukijisahau sana huwa e. Hamna nafasi ya pili tena, unatolewa kwenye mfumo. Lakini kwenye maisha huwa kuna kocha, kocha ni Mungu Saika, lakini pia kwenye, ma, kwenye mpira huwa kuna washabiki, washangiliaji ndio wale sasa ambao wanakupa support ya maisha kwa kumbati lakini, kwenye, ma, kwenye football, hapo hapo huwa kuna kuna wazomeaji <laughs> Hey, ah, boko boko huyo amepiga akipigwa hey! Eh, ha, tulikuwa kipindi tukiwa watoto tunasema, faza wewe ni Simba Sports. Unaona, unaona tulikuwa tuna ametema boko huyo. uh, uh, au uh, um, namna zingine tulikuwa tunazomea hey, soda kiporo hey. Kwa kumbe katika maisha wakubali, hata na ukicheza wanasema kiporo hmm. kwa sababu ndio wanao kuimarisha na kupatia uchungu. Kwa hata wazomeaji ni wazomeaji wazuri hmm.